Je, yeah, unakoroma sana usiku. Unajikuta unaamka mchovu hata baada ya kulala usiku mzima. Unapumua kwa shida usingizini au kuamka ghafla ukikohoa? Ikiwa jibu ni ndio, kuna uwezekano mkubwa kuwa unakabiliwa na tatizo la kuziba pumzi usingizini, kwa Kiingereza ni Obstructive Sleep Apnea. Nilikuwa nafikiri nikiwa nimechoka peke yake lakini ikawa inaendelea hata kama sijachoka sana. Niko na mashini ninatumia kulalia wichi inasaidia kuvuta pumzi usiku. Maanake ukoroma sana inakata kuvuta pumzi, na ile kukata pumzi ni hatari kwako kwenye usingizi. Hii ni hali hatari ambapo misuli ya koo hulegea na kuziba njia ya hewa wakati wa usingizi, hali inayosababisha kupumua kukatizwa mara kwa mara bila wewe kujua. Matokeo yake, usingizi usio na tija na uchovu wa kila siku, ambao ni hatari kubwa kiafya. Mgonjwa sana sana anayekuja huwa ni katika umri wa miaka 30 mpaka 60. Inategemea pia sana sana, hili tatizo linazidi kwa wanaume kuliko kwa wanawake. Hili tatizo pia linaweza likasababisha matatizo katika familia. Mtu analala na koroma, mpaka sasa wanagombezana na bibi yake. Mtu kama hawezi kulala, kuna matatizo ya kisaikolojia yanapatikana, kuna matatizo ya kiafya ambayo yanahusiana na mapafu pamoja na moyo na vitu ma... vinginevyo ambavyo pia ni vya hatari, ambavyo lau tusipofuatilia si... tu mambo, unapata vifo vya... vya ghafla. Unasikia mtu analala, alikuwa mzima tu lakini Shalom, dunia. Wataalamu wa afya wanasema hali hii inaathiri watu wengi bila wao kujua, na dalili ya tatizo la kuziba pumzi usingizini ni pamoja na kukoroma kupita kiasi, maumivu ya kichwa asubuhi, uchovu wa kila mara hata baada ya usingizi na kukosa umakini kazini au katika shughuli za kila siku. Na tukishajua tatizo ni hili, ndio tunaweza kuelezea sasa kama kunahitajika upasuaji ama kuna njia mbadala. Kuna njia upasuaji wa aina tofauti. Kuna tonsils za ulimi zinaweza kupunguzwa, kuna hii inaitwa palate. Kwa, kuna mkarabati unafanya pia pale kuweza kurahisisha mtu kuweza kupitisha hewa vizuri. Kama ni nyama ambazo zimekuta katika pharynx inaitwa, sehemu za kuweza kumeza chakula na kupitisha upepo pia, kama nazo zimelegea kwa njia moja au mbili, ama kuna overhanging Uh, legends, vitu ambavyo vinaziba njia. Kuna njia ya namna ya kuweza kuitoa. Ikiwa hali hii haitatibiwa mapema, inaweza kuongeza hatari ya magonjwa ya moyo, shinikizo la damu na hata kiharusi.